Tumekujia wewe mtakatifu, twende kwa nani Bwana? Twende kwa nani Yehova? Tumwende nani Kristo? Tumwende nani Mungu wa milele? Tumwende nani mtakatifu Jehova? Hatuna mwingine, hatuna pengine pa kwenda, hatuna pengine pa kwenda, hatuna pengine pa kwenda, hatuna pengine pa kwenda, hatuna pengine Mungu mkuu, Yehova, Mungu wa milele, hatuna pengine pa kwenda, Bwana, hatuna pengine pa kwenda, Kristo, hatuna pengine pa kwenda, Mungu wa milele, hatuna pengine pa kwenda, mtakatifu, Yehova, Mungu hai, Yehova, Mungu wa milele, Mungu wa milele, Yehova, Mungu wa neema, Yehova, Mungu wa neema, mtakatifu, Mungu wetu mtakatifu, Mungu wa milele, Yehova

Mungu Mkuu, Yehova Mtakatifu Yehova, mtaka Yehova Mungu wa milele tunakutegemea Bwana, tunakutegemea Bwana, tunategemea mkono wako Kristo, tunategemea mkono wako Yehova Mungu wewe, tunakutegemea wewe Bwana, tunakutegemea wewe Bwana, tunakutegemea wewe Bwana katika udhaifu wetu huu, tunakutegemea wewe Bwana katika udhaifu huu tu katika unyonge huu tulio nao tunakutegemea wewe, tunakutegemea wewe Mungu, tunakutegemea Mungu, tunakutegemea wewe Mungu wa milele tunakutegemea wewe mtakatifu. E Bwana uli hai Jehova Mungu mkuu, Jehova Mungu wa milele uliyojaa neema na rehema Bwana, uliyojaa neema na rehema Kristo tunakutegemea tunakutegemea tunakutegemea tunakutegemea tunakutegemea, Mungu Mungu Mungu Mungu wetu wetu wetu, wa milele umejua neema, Bwana umejua rehema, Kristo takatifu, Mungu aliye hai, takatifu Mungu wa milele. E Mungu, tupo katika wakati ambao hatuwezi wenye kwa akili zetu, hatuwezi kwa msaada wa nguvu zetu, hatuwezi kwa msaada wa elimu yetu hatuwezi kwa namna yote isipokuwa katika wewe tunakutegemea, we Bwana, tunakutegemea mtakatifu, tunakutegemea Mungu ni hai, tunakutegemea we Mungu wa rehema, tunakutegemea Mungu wa neema. Hebu tuko hapa, hebu Baba, tuko hapa tukisii msaada wako, hebu Baba, tuko hapa tukisii msaada wako, Mungu tuko hapa tukisii kwako mtakatifu, e Mungu ni hai, e Mungu wa neema, e Mungu wa rehema, tuko hapa Bwana, tuko hapa Yehova, tuko hapa mtakatifu, tuko hapa Mungu wa milele, tuko hapa Mungu wa milele. Nyoyo yetu imeinama, nyoyo yetu imeinama, nyoyo yetu imeumia Bwana, nyoyo yetu imeumizwa mengi Bwana. Tunakusifu mtakatifu, tunakusifu Mungu wa milele. Onekana kwetu Bwana, onekana kwetu Bwana, ukatuonekanie Bwana, ukatuonekanie Yehova, ukatuonekanie Mungu.

Amba Mungu tunakuomba, tunakuomba Mungu Mungu, onekana kwa kanisa lako, onekana kwa kanisa lako, onekana kwa kanisa lako Bwana, onekana kwa kanisa lako. Jehova Mungu tunakuomba, tunakuomba Baba, tunakuomba onekana kwetu Bwana, onekana, Mungu wa milele onekana, mtakatifu onekana, Mungu hai onekana, Mungu yetu neema, tuonekanie Bwana, tuonekanie Bwana, tuonekanie Bwana. Mioyo yetu ina huzuni, mioyo yetu ina huzuni, mioyo yetu ina huzuni nyingi, mioyo yetu ina mziu mengi, tunakuomba Mungu, tunakuomba mtakatifu, tunakuomba Mungu wa milele, Baba uliye jana imana, rehema, tunakusii tunakusii, tunakusii Yehova, tunakusii Yehova, tunakusii tunakusii, Mungu wa milele, onekana kwetu Baba onekana kwetu Yehova, onekana kwetu Beneza takatifu, tunakuomba takatifu, tunakuomba, tunakuomba Mungu, tunakuomba Mungu, wewe uliye mfariji wa kweli, wewe uliye faraja ya kweli, faraja ya kweli, tunakuomba Mungu, tuonekanie Bwana, tuonekanie Yehova, tuonekanie mtakatifu, tuonekanie Mungu ye hai, tuonekanie Mungu wa milele, tuonekanie mtakatifu, tuonekanie Mungu wa neema yote, tunakusihi Mungu, tunakusihi Yehova tunakusifu Mungu wa milele, tunakusifu Mungu wa neema, tuonekanie Bwana, tuonekanie Bwana, tuonekanie Bwana, kaniye Jehova, tuna, tuna, tuna, tunakusifu Mungu wetu, tunakuomba Mungu wa milele, tunakuomba Mungu wa neema, tunakuomba tunakuomba Mungu ni hai. He, Baba, onekana kwa kanisa lako. Ee Mungu onekana kwetu Baba, tunakuomba Mtakatifu, tunakuomba Mungu wetu tunakuomba Mungu wa milele tunakuomba Mungu wa wa milele tunakuomba Mungu wa milele tunakuomba Mungu. Ee Mungu, tuko hapa kwa kuwa tumechagua kubaki kwako, tumechagua kubaki na wewe, tumechagua kuendelea na wewe, tumechagua kuendelea na na wewe Mungu, katika nyakati zote, katika hali zote, tumechagua kuendelea na wewe, tumechagua kuendelea na wewe katikati ya vitisho vyote tumechagua kuendelea na wewe katikati ya mashaka ya namna zote, tumechagua kuendelea na wewe. Tunakusifu Mtakatifu, tunakusifu Mungu wa milele. Tuko hapa Mungu tukionyesha pendo letu kwako, tuko hapa Mungu tukionyesha pengine, hatuna, hatuna pengine pa kukimbilia, tupo kwako, kwa Mungu tunabaki na wewe, tumebaki na wewe, tumebaki na wewe, tumebaki na wewe, tumebaki na wewe, tumebaki na wewe, Tumebaki na wewe. Tumebaki na wewe Jehova, tunabaki kwako, kwa Kristo, tunabaki kwako Mtakatifu, tunabaki kwako Mungu aliye hai, tunabaki kwa kwako Mungu wa milele, tunabaki kwako Mungu wa neema. Tumechagua kubaki na wewe, tumechagua kubaki na wewe, tumechagua kubaki kwako, tumechagua Mungu kubaki na wewe Mungu, tumekuchagua wewe, tumechagua kwako Mungu takatifu, Mungu aliye hai takatifu, Mungu aliye hai takatifu, Mungu aliye hai. Wakati mifumo ya ulimwengu inawavuta wanadamu kuelekea katika uovu, sisi Mungu, sisi Mungu tumechagua kubaki kwako, sisi Mungu tumechagua kungangania kwako, sisi Mungu tumechagua kushikiria kwako katika jina la Yesu aliye hai takatifu Mungu wa neema tunabaki nawe Bwana tumebaki nawe Kristo tunakuomba na Mungu hututazame ututazame hututazame tazama mioyo yetu Bwana tazama mioyo yetu Kristo Mungu wa milele Mungu wa neema tunakuomba Mungu tunakuomba mkoji tunakuomba Mungu, Mungu aliye hai tunakuomba Mungu ni hai tunakuomba Mungu wa milele Baba uliye jana neema he Mungu uliye jana neema we Mungu uliye jana neema we Mungu uliye jana neema he Mungu uliye jana pendo tunakuomba Baba tunakuomba Baba tunakuomba Mwokozi tunakuomba Kristo tunakuomba Mungu wa milele tunakuomba Mungu ni hai tunakuomba Mungu neema tunakuomba Mungu pendo tunakuomba mtakatifu he Mungu tunakusi Yehova, tunakusi onekana kwetu Bwana utuonekane utuonekanie Yehova, utuonekanie mtakatifu, utuonekanie Mungu wa milele, utuonekanie Mungu wa neema. Tuko hapa Mungu, tunakutegemea wewe, tuko hapa Mungu, tunategemea mkono wako, tuko hapa Yehova, tumechagua kukaa chini ya uvuli wako, tumechagua kukaa chini ya uvuli wako, tumetaka tuhifadhiwe chini ya mbawa zako, takatifu Mungu wa milele, takatifu Mungu hai, wewe uliye ngao kwetu, Bwana uliye kingao chetu, Kristo, Mungu tuna tuangalie tuangalie Baba, tuangalie, tuangalie Mungu, tuangalie, tumebaki Baba, kama ka kikundi ka wanambuzi, kama ka kikundi ka wanambuzi, kama ka kikundi na adui zetu wanapotutazama wanaona kama tunaishia kesho, lakini sisi Mungu tunayo matumaini, tunayo matumaini katika wewe, tunayo matumaini katika wewe takatifu, Mungu aliye hai, takatifu, Mungu aliye hai. Tuna hakika ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mwenye kuokoa, wewe ni Mungu mwenye kuokoa, wewe ni Mungu mwenye kuokoa wewe, wewe, wewe ni Mungu wa kuokoa, wewe ni Mungu wa kuokoa. Nasi tuko hapa Baba, nasi tuko hapa Baba, tukingoja wokovu wako kwa maombi haya Bwana.

Kwa maombi haya Bwana, tunangoja wokovu wako kwa kuwepo hapa Bwana, tunangoja wokovu wako. Tunakungoja Yehova, tunangoja Yehova, tunangoja kwako Kristo, tunangoja kwako Mungu wa milele. Tunakungoja Mtakatifu, tunakungoja Mtakatifu, tunakungoja Baba, tunakungoja Baba, tunakungoja Baba, tunakungoja Baba. Tupo tunangoja, tupo tunangoja, tupo tunangoja, tunangoja kwako Yehova, tunangoja kwako Mungu Mungu milele tunangoja tunangoja kwako kwako hai Mungu tunangoja tunangoja Baba tunangoja Yehova tunangoja Yehova tunangoja takatifu tunangoja Mungu milele tunangoja Baba, tumechagua kungoja kwako, tumechagua kungoja kwako, kama mtumishi wako Sulemani anavyosema ya kwamba na heri mtu yule anayesubiri katika vizingiti vya milango yangu anaengoja malungoni pangu siku zote nasi, Mungu, tumechagua kungoja, tuko hapa tunangoja Mungu, tuko hapa tunangoja, tuko hapa tunangoja, Yehova, tuko hapa tunangoja, Yehova, tunangoja tunangoja Mungu wetu tunangoja Baba yetu tunangoja tunangoja wokovu wako Mungu tunangoja wokovu wako Kristo takatifu Mungu aliye hai takatifu Mungu wa milele tunakungoja Bwana tunakungoja Yehova tunakungoja Mungu wa milele tunakungoja Mungu aliye hai tunakungoja Mungu aliye hai tunakungoja Mungu wetu tunakungoja Baba tunakungoja tunangoja tunangoja tunangoja tunangoja tunangoja tunangoja tunangoja wako tunangoja wokovu wako, tunangoja Baba, tunangoja tunangoja Mungu, tunangoja tunangoja Yehova, tunangoja tunangoja kwako Mungu wa milele, tunangoja kwako Mtakatifu, tunangoja kwako Bwana, tunangoja kwako Mungu, tunangoja kwako Mungu, tunangoja kwako Mungu hatuna mashaka na wewe, hatuna mashaka na wewe, hatuna mashaka na wewe. Wewe ni Mungu unayokoa, wewe ni Mungu akokoa, wewe ni Mungu akokoa. Hatuna mashaka, hatuna mashaka na wewe. Tuko hapa Mungu, tunangoja wokovu wako, tuko hapa Yehova, tunangoja wokovu wako takatifu. Mungu ni hai takatifu, Mungu wa milele, tunangoja kwako, tunangoja kwako Bwana, tunangoja kwako Yehova, tunangoja kwako Mungu wa milele, tunangoja kwako Mungu tuna wa neema, tunangoja kwako mtakatifu tunangoja kwa kwa Mungu wetu tunangoja Baba tunangoja tunangoja Mungu tunangoja tunakungoja Baba tunakungoja tunakungoja Mungu tunakungoja tunakungoja Yehova tunakungoja Yehova tunakungoja Baba tunangoja tunangoja Mungu tunangoja tunangoja Mungu tunangoja tunangoja Mungu tunangoja tunangoja tunakungoja Bwana tunakungoja Bwana tunakungoja Bwana tunangoja Bwana tunangoja tunangoja Bwana tunangoja, kama mwimba tenzi anavyoimba anasema, njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana nasi Mungu tunaita tunasema, njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana njoo Bwana wokoe Bwana njoo Bwana njoo Bwana tunangoja kwako kwa Mungu tunangoja Yehova tunangoja Mtakatifu tunangoja Mungu wa milele goja Mungu wa milele, tuko hapa Baba, tuko hapa tuko hapa Mungu, kama baba kama vifaranga, tuko hapa tukiwa tuna ngoja Mungu tuna ngoja hutufunike, utufunike kwa mbawa zako Mungu, tufunike kwa mbawa zako takatifu. Mungu wetu takatifu, Mungu wetu tume